Sherehe za Idul Fitri ni moja kati ya siku muhimu kwa waumini wa dini ya Kiislamu, sherehe hizi zikiwasaidia kuadhimisha kutamatika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Huku waumini wa dini ya Kiislamu wakitarajia kujumuika pamoja kuadhimisha siku hii muhimu, wito umetolewa kwa waumini hao kuwakumbuka wasiojiweza katika jamii. Kwa hivyo tunaomba Waislamu katika hii siku ya idi ni siku ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, ni siku ya toa idi, yenyewe ni ibada. Kwa hivyo watu wajitokeze kwa wingi kuswali katika jamaa kubwa, wasikae manyumbani. Hii ni swala ya sunna, kwa hivyo watu wajitokeze kwa wingi wafanye takbir. Akizungumza katika kaunti ya Mombasa, Kadhi Mkuu Abdulahim Alma ameipongeza jamii ya Waislamu kwa kujitolea kufunga na sala za mwezi mtukufu wa Ramadhan akiwataka kudumisha umoja hasa kutokana na tofauti zinazoshuhudiwa kuhusu wakati mwafaka wa kukamilisha mfungo wa Ramadhan. Tukienda kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhan siku ya Jumapili, inshallah tutaangalia mwezi. Kuna wale wanafuata wa kimataifa wanaweza kuangalia Jumamosi, na itategemea kama utaonekana au utaonekana. Hizi tofauti, ndugu Waislamu, zisiwe aweze kuwatenganisha. Kadhi mkuu amewataka Waislamu kuliombea taifa, hasa kutokana na hali ngumu ya kiuchumi inayoshuhudiwa, akiongeza kuwa kupitia serikali jumuishi taifa litaendelea kuungana na amani kudumishwa. Tusisahau kujiombea na kuwaombea waliotutangulia na kuombea nchi yetu na wote wale ambao wako na matatizo wagonjwa, Mwenyezi Mungu awapoze na nchi yetu aweze ku yale matatizo ambayo yako, challenges ambazo zipo, miradi iliyopo, Mwenyezi Mungu aweze kuifanikisha ili wakenya wote waweze kufaidia a, maisha ambayo yako vizuri. Kila mwaka huwa ina shida yake, na kulikuwa na wakati wa korona, ilikuwa na problem ya korona, saa hii ni economy. Sasa watu hawana pesa, lakini wanajaribu ila hali na mali wajaribu kuridhisha famili zao. Abdul Wanje ambaye ni afisa katika kaunti ya Mombasa amebaini kuwa serikali imejitahidi kuimarisha usalama katika kaunti hiyo, hasa kutokana na idadi kubwa ya wanunuzi mwezi huu wa Ramadhan. tuko hii wakati wa msimu, wakati wa Ramadhani, tuna tunafanya security, maanake kuna wale vijana wengine pickpocket wanaibia, so kina mama zetu wakija kufanya shopping so sisi ndio tuko hii area, hii area yote ya, ya market kuanzia asubuhi mpaka jioni, alafu na usiku pia wako shift, pia wengine wanaingia wana. James Mwangi, Undugu TV.